Kama Dankote alikopa kutoka kwa mjomba wake dola elfu tatu sawa sawasawa na milioni saba za Kitanzania, hakuna mtu yoyote anayeshindwa kuanza chochote kwenye maisha ya kwake. Hakuna mtu yoyote anayeshindwa kuanza chochote kwenye maisha ya kwake. Kwanza, orodha za nchi za Kiafrika na matajiri katika nchi za Kiafrika tunazo nchi nyingi, lakini nataka kuzungumza juu ya nchi zinazoongoza kuwa na mabilionea wengi katika nchi za Kiafrika. Kwanza kabisa mabilionea katika nchi za Kiafrika, moja ni South Africa, Afrika Kusini. South Africa Afrika Kusini, kuna mabilionea watano. Egypt kuna mabilionea watano. Nigeria kuna mabilionea watatu Morocco kuna mabilionea wawili. Tanzania tuna bilionea moja. South Africa mabilionea watano, Egypt mabilionea watano, Nigeria mabilionea watatu, hapa Morocco mabilionea wawili na, na Tanzania tunaye bilionea moja. Kwa bahati mbaya sana katika East Africa, si ni bahati mbaya ni bahati nzuri yadono, lakini katika East Africa Tanzania ndio kuna bilionea moja ambaye ni Deuji Mo. Are we together? Muhammad, uh, Muhammad uh, Mo Muhammad hamed Deuji maarufu hapa mnamwita Mo. Twende taratibu tu nataka uelewe sawa sawa, lakini katika nchi hizi za Kiafrika jedwali lake liko hivi, na tunayo orodha kama inavyoonekana. Wa kwanza kabisa uh, tajiri wa kwanza kabisa, kabisa. Bilionea wa kwanza kabisa Afrika ni Aliko Dangote. Yeye ana utajiri wa bilion uh, US dollar bilioni 14 ana umri wa miaka 63. Ni, ni Nigeria. Alafu anayefuata Nasef Sawiri, yeye ni bilionea anamiliki almost ni half. Unaona ule wa pale juu, wa pale juu ana bilioni US dollar bilioni kumi na nne anayemfuata ana US dollar bilioni nane almost half, ana miaka 59, Egypt. Alafu kuna huyo Nick anatokea South Africa, yeye ni mzungu kwa vyote vile, kama unavyoona ile jina lake pale, na ana miaka 75, ni mbabu. Alafu anafuata Johan, Johan Rupert ana Johan, yeye ana utajiri wa bilioni US dola bilioni saba nukta mbili, ana miaka sabini, South Africa. Alafu anakuja Mike bilioni sita nukta tatu US dola, umri miaka hamsini na saba ni Nigeria. Alafu anakuja hapo anakuja mi, naomba uangalie tu, uangalie majina ya Kiislamu uangalie tu hivyo mpaka hapa kumi na tatu, sisi tuno tuko kwenye namba kumi na tatu ambayo ni ndugu yetu Mohamed Dewji ni ana utajiri wa bilioni US dola bilioni moja point sita Uangalie Dangote kule ana bilioni ngapi, alafu ushuke kwa Mohamed Dewji ana 1.6 US dola bilioni, ana umri wa miaka 45 a very young boy, pigeni makofi na lakini pia anaonekana kuwa a very young boy Afrika Afrika nzima e, kuwa bilionea. Naishia hapa, sitaki nikusumbue na hizo nchi nyingine nyingine, hata huzijui, nitakusumbua wewe, bora ubaki tu hapa hapa nyumbani. Bwana asifiwe, nitakuangaisha bure. Lakini nachotaka kuzungumza ni nini hapa? Nataka kuzungumza juu ya, ya mambo mawili. Kwanza ninamshukuru Mungu kwamba angalau Tanzania tumeweza kufika a, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hali hiyo ya kiuchumi. Hebu naomba simu yangu hapo, nipe simu. Let me, give me my phone. Please haraka, kuna mambo machache hapa nataka kuangalia kwa haraka ili tuweze kukamilisha. Uh, tunapozungumza juu ya hali ya kipato cha nchi na watu waliomo ndani ya hicho ya hiyo nchi au wananchi katika maisha ya uhaueni wa nchi katika mazingira ya kawaida, nataka kuzungumza mambo machache hapa. Kwanza namshukuru Mungu ya kwamba angalau na sisi katika East Africa tumekombolewa, yaani unajua tunachezaga mchezo ule wa zamani wa kombolela. Yaani angalau tumepata, tumepata mmoja akatufanyia kombolela, na sisi tupo katika uso wa takwimu za dunia, na hizi ni takwimu za mwaka huu wa 2022 kwa mujibu wa uh, Business Insider Africa. Nazungumza kidogo mambo ya kiuchumi asubuhi ya, ya leo Nawezekana wengine mkapata shida mkusielewe, lakini najua wengine mtaelewa. Katika Afrika ya Kusini, ndio inayoongoza kwa watu wenye kipato cha juu wanaokadiriwa kuwa watu wenye kipato cha juu ni watu laki tatu na elfu tisini na tatu mabilionea, a, mamilionea. Yaani mamilionea wale watu ambao wanamiliki, miliki milionea fulani, mamilionea mia mbili, elfu mbili na themanini mamilionea elfu mbili na thelathini na, na, na, na, themanini, na mabilionea watano kama alivyozungumza. Kuna mamilionea na mabilionea jamani, tukae tukielewana kabla sijaendelea mbele, sio kachanganya habari. Kuna mamilionea wa dola na mabilionea. Kuna South Africa, kuna watu uh, Oh oh my God. Oh my God, God. Naona huyu mtu amefanya research sana. Nchi zenye utajiri mkubwa mabilionea wa dola. Okay. South Africa kuna watu 39 elfu, eh, milioni eh, kuna watu 39 wenye utajiri zaidi ya dola milioni moja. Jumla idadi ya mamilionea ni 280, mabilionea wako watano. Utajiri binafsi mkubwa nchini ni dola milioni eh, bilioni 651. Okay. The second Egypt Egypt, kuna watu milioni kumi na sita na laki tisa wenye utajiri wa zaidi ya dola milioni moja. Jumla ya idadi ya mamilionea ni mia nane na themanini mabilionea wako watano. Utajiri binafsi mkubwa nchini ni dola milioni mia tatu na saba Ni watano pale, saba imeingia kwa, kwa dharura. Alafu uh, kwa Tanzania Nigeria, Nigeria kuna watu elfu kumi wenye utajiri wa zaidi ya dola milioni moja. Jumla ya idadi ya mamilionea Nigeria ni mia tano na kumi. Mabilionea wa Nigeria wako, umesema wanne. No, no, no. This is the mistake. Nigeria mabilionea, mabilionea, mabilionea wako watatu sio wanne era utajiri binafsi mkubwa nchini ni dola milioni na milioni mia mbili na ishirini. Aha. Kenya. Kenya kuna watu elfu nane na mia tano wenye utajiri wa zaidi ya dola milioni moja utajiri wa watu kuna jumla ya idadi ya mamilionea mia tatu na arobaini. hakuna mabilionea utajiri binafsi mkubwa nchini ni dola bilioni tisini na moja sasa tanzania ah, tunaenda Morocco okay <laughs> ukimaliza uende tanzania bwana mtatuchosha hapa <laughs> Morocco kuna watu elfu tano wenye utajiri zaidi ya dola milioni moja jumla ya idadi ya mamilionea ni mia mbili na ishirini mabilionea wako watatu na utajiri binafsi mkubwa nchini ni dola bilioni 125 aha Nendeni mpaka Tanzania huko, mtanichosha bure huko, kwa watu kwa kazi gani? Tanzania kuna watu mia mbili na elfu mbili na mia nne wenye uwezo wa zaidi ya dola milioni moja. Jumla ya idadi ya mamilionea, mamilionea ni mia tano na moja aishua mia tano na moja. Alafu uh, bilionea ni mmoja na utajiri binafsi ni huo wa dola bilioni hamsini na, na sita. Sasa nisiwachoshe na takwimu za kiuchumi, naomba urudi darasani ili uweze kunielewa sawasawa. Wakati Kenya, wakati Kenya ina watu wenye kipato cha juu zaidi kuliko Tanzania. Oh my God. Kenya ina watu wenye kipato cha juu zaidi kuliko Tanzania lakini pia Tanzania ipo kwenye top 10. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hizo takwimu ambazo tumepata nafasi ya kuzipresent hapa. Lakini ninachotaka kuangalia hapa si hizo takwimu tu peke yake lakini pia si hayo mambo ambayo nimewachosha ni hapo na mahesabu mengi. Na asubuhi ya leo sitaki nikusumbue mambo kwenye usingizi, wengine mlikuwa mnaota mnakimbizwa, alafu nakutana na mahesabu basi na kuchanganya vibaya mno. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, alafu nisaidie kumpigia Bwana makofi mengi. Haleluya! Nataka kuangalia mambo machache hapa. My God. Presentation yangu inaenda kwa muda na dakika zangu zinaisha. Nataka kuangalia mambo machache hapa ya msingi, na lazima tuelewane hapa kwa haraka Dangote anaitwa Alhaji Aliko Dangote. Yeye ni Nigeria na ni mwafrika wa kwanza au bilionea wa kwanza Afrika kwa utajiri mkubwa sana bilioni US dola bilioni 14. Anayemfuata anaanzia na bilioni US dola bilioni 8. Kwa ni, ni, ni wa kwanza katika Afrika lakini pia takwimu za dunia zinaonyesha ni black people ni bilionea wa kwanza mweusi duniani kote, duniani kote. Aligraduate university mwaka 1977 akiwa na umri wa miaka 21. Amezaliwa kwenye familia ya Kiislamu tajiri huko Nigeria, na alikopa dola US dola elfu tatu US dola elfu tatu ndipo alipoanza US dola elfu tatu kutoka kwa mjomba wake na akapata zile hela akaziingiza kwenye biashara hakuwahi kuajiriwa historia inaonyesha hivyo alimaliza university akakopa dola elfu tatu dola elfu tatu ni sawasawa na Tanzania shilingi milioni saba ambazo kwa wewe unayesomesha unafahamu ya kwamba ni ada kwa shule nyingine haitoshi kwa ada ya mwaka mmoja. Kwa shule nyingine inawezekana zile za milioni tatu, tatu basi ni ada ya miaka miwili. Chini ya milioni kumi hakuna mtoto uliyemsomesha mpaka university unayeweza kukosa, mzazi, ukiamua kukomaa kumpa mtoto wako mtaji huu. Inawezekana kwa sababu gharama za kumsomesha mtoto from chekechea mpaka university ni hela nyingi. Sasa nisikilizeni sawa sawa. Ibrahim akampa mtoto wake vyote alivyokuwa navyo. Hebu nirudishie tena ule mstari wa Mwanzo 25 mstari wa tano, Mwanzo 25 mstari wa tano. Biblia inasema hivi: Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Sasa nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kusema kitu cha kwanza, the question na swali ambalo na mimi nimejiuliza na ningependa hata kabla sijaendelea mbele uweze kusikia sawasawa. Mwafrika wa kwanza bilionea duniani Alhaji Aliko Dankote anatokea kwenye eh, muslim, eh, muslim family, familia ya Kiislamu. Bilionea wa kwanza hapa Tanzania anatokea kwenye familia ya Kiislamu. Anayefuata ni South Africa Mkristo, lakini mzungu, sio Mkristo wa Kiafrika. Why muslim, why not christian? The law of nature, mtaji mtaji wa Dangote from the family. Kimsingi, people they are not born People they are made. Watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa, na nilikuwa najiuliza why muslim and not christian, kwa nini ni waislamu wa na si wa Kristo? Hoja ya msingi niliyoipenda na ambayo ninataka unapoondoka ukafanya discussion huko unakoelekea ni malezi, malezi. Mabilionea hawatengenezwi na nchi, Hakuna serikali inayoweza kutengeneza mabilionea hata siku moja. Hakuna serikali inayoweza kutengeneza ajira hata siku moja, ijapokuwa ninyi mna tabia ya kulaumu serikali, serikali hii, sielewi. Hakuna serikali inayoweza kutengeneza mabilionea wala matajiri, lakini familia zinaweza kutengeneza matajiri. Ukienda kuangalia ku research bilionea huyu mtanzania amewezaje kuwa billionaire. A very young boy from the family ameingia kwenye family project, ili ni wazi, historia ya moya inajulikana. Amerithi kutoka kwa babake akaingizwa kwenye family project akaziendesha na amekuwa a very young boy billionaire in Africa. Sasa nachotaka kuangalia hapa ni malezi. Ibrahimu akampa wa mtoto wake vyote alivyokuwa navyo Tatizo ambalo ninaliona hapa na kwa nini tunasema why Muslim, kwa nini ni Waislamu na si wa Kristo? Waislamu wana culture nzuri ya ajabu ya kukaa na familia zao, wanatumia muda mrefu, wanainvesti muda mrefu kwenye family, wana nafasi ya kukaa na familia. Ni utamaduni wa kiarabu wa kuishi kwenye kathri, wanakaa ndani ndani ya familia wana malezi ndani ya familia. Ukiangalia orodha ya mabilionea ya ma, ya ma, ya, ya ma watano Egypti watano na, watatu Nigeria Moroko ni islamic country, most of them wana tamaduni za Kiarabu. Kwa nini? wanatumia muda mrefu kukaa na familia, wana invest a lot in the family. Wakristo hawana nafasi akisha akisha inuliwa ameteuliwa kuwa waziri, amepata nafasi ya kuwa president, popote amekuwa tajiri, harudi nyumbani, akitoka kazini anaenda baa. That is the Christian, Christian Christianity. That is the law of nature, ya kwamba watu hawazaliwi, wanatengenezwa. Na kutengenezwa kunahitajika muda. Kama mjomba wake huyu jamaa alikuwa anapita baa apige kitimoto apige mabia arudi nyumbani dabodabo. Huyu dogo angekuwa na idea ya kutafuta biashara, ataongea na mjomba wake saa ngapi? Wapo watu wangapi ambao mnavyao kazini, mnapata nafasi ni safari za Ulaya moja baada ya nyingine. Safari moja inaanzisha safari nyingine, mpaka matangazo la bia. Safari moja inaanzisha safari nyingine. That is the Christianity Christianity culture na the law of nature is there always, sheria ya asili iko pale. Kama haujamtengeneza mtoto wako, Wakristo walio wengi wana wanatafuta fedha, wanasomesha watoto alafu wanawaacha kwamba wataenda huko duniani. Na kila saa unakuta baba anamwimbia mwanawe, mi nimekusomesha bwana, mimi nimekusomesha bwana, ukimaliza utajua pakwenda, mi nimekusomesha bwana. Culture za kiarabu haziko hivyo Watu wana, wana, wanapata nafasi na, na si tu kalisa za Kiarabu. Ibrahim akampa mwanawe Isaka vyote alivyokuwa navyo. Hapa nazungumza juu ya family, family project, how to transfer your idea, business idea, political idea, political charisma, huduma, karama, how to transfer from you to your son and your daughters. Unawezaje ku transfer kutoka kwako kwenda kwa mtoto? Lazima upate muda wa malezi investment. Lakini takwimu zinaonyesha familia za Wakristo, baba akisoma ni balaa, mama akisoma ni mkosi, hawarudi nyumbani, wanaamka alfajiri, anapitia ba, anarudi saa saba na Wakristo ndio ambao na akifika ba apige kitimoto moto anachawa wanaomzunguka hapo, akiweza tena kuunganishwa na nyumba ndogo, anarudi nyumbani saa nane za usiku, siku amewahi, na siku nyingine harudi, anavizia, umekuja morning glory, yeye anapita nyumbani kwenda kubadilisha nguo, haoni mtoto. Wakristo ndio wenye mabaa na biashara za mabaa. Nitakupa assignment leo, zunguka hili jiji Dar es Salaam, uniletee baa ya mwislamu mmoja, uniambie mmiliki wa hii baa hapa, na hii si club, ni Mwislamu. Tafuta uone, hakuna. Lakini niulize baa za wakristo ziko nyingine, mpaka hapa pembeni ya hili kanisa. Na kuna kabila pia linaloongoza kwa mabaa biashara ya mabaa, Wachaga. Kwani nikisema nini? they don't have time, hawana muda wa kutransfer kile kilichoko ndani yao kwenda kwa watoto. Tuende taratibu, njoni hapa nyumbani kwenu. President Karume, Mwislamu, ameweza kumtengeneza mtoto wake akawa president. President Mwinyi, Mwislamu, ameweza kutengeneza mtoto wake President hapo uh, Zanzibar Zanzibar. Sasa hivi Rais mwingine wa Afrika Mashariki aliyejitahidi ni Kenyatta. Babu amemwandaa mtoto wake, amekuwa president wa Kenya, namshukuru Mungu. Bishop Sendoro wa Mashariki na Pwani alijitahidi, amemwandaa mtoto wake amekuwa bishop huko upareni, namshukuru Mungu. Hao wengine si wataji, kuna wengine hata watoto wao hatuwajui, wamekuwa ma president kwenye hizi nchi za Kiafrika kwenye hizi nchi za Kiafrika wapo mapresidenti wa Kikristo, tafuta hata watoto wao, hakuna hata majina ya watoto wao. Lakini wenzetu wanakaa kwenye family, na that is the law of nature, hiyo ni sheria ya asili. You can't destroy the nature and you can't go against the nature, huwezi kwenda tofauti na asili. Sasa katika uchumi wa dunia hautengenezwi mahali pengine isipokuwa from the family. Oh my god, hayo makofi hayatoshi, pigie tena bwana, makofi mengi, haleluya. Alafu pia maraisi wengi wa kiafrika waliopata nafasi wa Kristo wamekufa mapema. Marais wengi wa kiislamu wameendelea kuishi kwa muda wa miaka mingi. Takwimu za kiafrika zinaonyesha. Kwa nini? wanakaa nyumbani wanakula tangawizi wanakula mchaichai wanakula vitu vya asili nyumbani, wanakaa nyumbani na familia, wakitoka ikulu kwao nyumbani. Mapresidenti, mawaziri, matajiri wanaishi muda mrefu. Kwa nini? Wanakaa nyumbani, wanakula nyumbani. Wewe Mkristo bahi kitimoto huku una chawa zinakuimbia hapo pembeni, unakaa hapo mabia, mawiski, hauli nyumbani, haurudi nyumbani, hauli chakula cha nyumbani, kisha umechaguliwa umepata uteuzi. Hiyo ndio culture, na kwa sababu hiyo, hayo mafigo yana block immediately. We kila siku manyama na kitimoto na mabia na vindizi vya kuchoma, utaenda kushana na mtu anakula mchai chai, anakula dadayati ana mke wa kwanza, ana mke wa pili. Huyo anapika hiki, anapika hiki hoi. Wewe una unachunwa tu <laughs> unachunwa, unawekwa mgongoni, unaona fahari sana, ndio unapelekwa kuzimu hivyo. Hiyo ni takwimu, wende ukaangalie, you have to research yourself. Nenda kaangalie leo uone. Namshukuru Mungu sana Juzi kwenye uzinduzi wa kitabu alikuja hapa rafiki yangu pia, Naibu Waziri wa Ardhi Ridhiwani Kikwete, namfanyia mentorship, he is my best friend. Na kuna mahali anaenda na atafika, hata kama amtaki From the family. Sasa hoja ya msingi hapa ni kwamba unapata unapata muda, una invest muda upi na watoto wako? Unatumia muda upi ambao kwako ni investment kwa ajili ya watoto na nimezungumza, hii wiki ya mwisho ndio wanatoka likizo, wanakuja. Kuna wengine hata wakija, mna hasira eh, Mungu wangu kisirani hicho kimeingia tena, Mungu! Wanakuja wako likizo, wanakuja na likizo hii, ni kuambia kwa taarifa yako ndefu ina sensa Ukifika ili wasikusumbue, unawakabidhi laptop, ili wasikusumbue, unawakabidhi iPad, ili wajikonekti na dunia ya mashoga na uharibifu wa kila namna. We haujambo, uko na simu yako na vishosti vyako huko mtaani na maisha yako. Unamlea mtoto ili awe kuja kuwa nani? Mabilionea wanatengenezwa from the family, from the family, nafasi za kazi from the family kila kitu kutoka kwenye familia. Viongozi wazuri kutoka kwenye familia, hawatoki mahali pengine, hawatoki mbinguni, from the family. Kwa ile culture ki arabo, ya Kiarabu ya kifamilia ina, ina impact kubwa ya kiuchumi duniani, na ule ushenzi wa Kikristo <laughs> ambao wanafikiri ni maendeleo kuto kukaa nyumbani, kupangapanga misafari mara hiki mara hiki mara hiki hivyo Ukiinuliwa kidogo basi umesahau familia completely, alafu ukimaliza unataka kuniambia mchungaji, uh, na mimi nilizaa ujazaa kuzaa, sio shughuli, malezi. Bwana asifiwe na watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. Ningeambiwa nimalize presentation yangu, ningesema hivi kama Dankote alikopa kutoka kwa mjomba wake dola elfu tatu sawasawa na milioni saba za Kitanzania Hakuna mtu yoyote anayeshindwa kuanza chochote kwenye maisha ya kwake. Hakuna mtu yoyote anayeshindwa kuanza chochote kwenye maisha ya kwake, lakini kwa sababu Muhammad Mo au m uh, Dewji, Muhammad Dewji ambaye ni Mo tunamwita, bilionea kutoka Tanzania, kama aliweza kutoka, aliweza kupokea utajiri kutoka kwenye familia lakini kama Dangote worth yake ni from the family and the rest, inakupa nafasi, naenda kacheki mabilionea wote leo niliyowaweka pale, alafu angalia uh, walianzaje the uh, source ya mtaji na income yao ilianzia wapi. Utakuta almost kwa asilimia kama sio 90 ni mia moja from the family. Rais wa Marekani Trump, bilionea mwaka wa 1960 alipewa US dola sijui zilikuwa ni milioni almost zaidi ya milioni 50, kutoka kwa baba yake, from the family, from the family. Wengine ni idea from the family. Reginald Mengi millionaire from Tanzania, idea ya biashara kutoka kwa mama yake aliyekuwa anaitwa Nkambusha hakupata mtaji lakini idea ya biashara from the family. How about your family? Unasomesha mtoto wako akafanya kazi kwa wahindi, upone tangu leo. Unasomesha mtoto wako, unataka aende akafanya kazi wapi? Niliwaambia siku moja, nikawaambia hivi, wahindi tunaanza nao darasa la kwanza mpaka la saba form 1 mpaka form 6 mwaka wa kwanza chuo kikuu mpaka tuna graduate kwa degree au kwa masters, hutamuona muhindi akienda kufanya application ya kuwa polisi, hutamwona muhindi akifanya application ya kwenda kuwa TRA, e. Ijapokuwa wao wanafanya biashara wakubwa, wakiondoka, wana kitu kinachoitwa family business, wana join kwenye miradi ya kifamilia, na hawa watakusaidia kuajiri watoto wako, kwa sababu wewe unakaaga baa mpaka jioni. Watawaita tu eh, hey, Juma <laughs> The... <laughs> The same, same. Waarabu wana culture hiyo ya kutengeneza family business. Dunia hapa ilipofikia haiwezi kutoka kiuchumi, isipokuwa tumeinvesti kwenye family business. Hakuna mahali ambako tunaenda zaidi ya family business.